Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Tumeipigania Chadema kwa kadiri ya nguvu zetu zote, uwezo wetu wote. Na malengo yetu makubwa ni kuiondoa CCM madarakani. Hatukuwa chama kinachoogopa uchaguzi. Kilikuwa ni chama cha mapambano. Kilikuwa sio chama cha kuambiwa hatufanyi mikutano ya hadhara, mnazuiwa mikutano ya hadhara kizembe, mnakubali. Chama hiki kimekuwa ni chama cha kidemokrasia ni chama ambacho wanachama walikuwa na uwezo wa kuhoji, wanachama walikuwa na uwezo wa kudadisi, wanachama walikuwa na uwezo wa na uhuru wa kuzungumza lolote. Tumeshangaa. Hapa katikati, eh, baada ya uongozi mpya kuingia haturuhusiwi tena kuhoji, haturuhusiwi tena kushauri. Ukishauri jambo unaitwa msaliti, unaitwa umehongwa, unaitwa umepewa pesa. Sasa ndugu zangu, haya sio mambo ya kawaida haya sio mambo ya chama chetu. Sasa hii habari tunawaambia wao, wao wanageuza, oh, mmepewa pesa. Hivi kati ya sisi ambao tunawaambia tuende kwenye uchaguzi na wao wanaotaka CCM ipite bila kupingwa, tayari tunafahamu mgombea wa Chama cha Mapinduzi ni Rais Samia, wao wanataka tukimbie apite bila kupingwa, kati ya sisi na wao nani kahongwa? Kwa sababu nimesikia Lema anazungumza, Lema anasema watu wamepewa milioni mia nafikiri amezoea hii biashara ambazo wao na makamu wamekuwa wakifanya na serikali, kwa sababu tumesha tumeshazungumza mara kadhaa, tumeshamwambia mheshimiwa yetu ajitokeze, aeleze magari anayo, magari alionayo ameyatoa wapi, aeleze mahusiano yake na baadhi ya mawaziri. Hajawahi kujitokeza hadharani kukanusha baadhi ya tuhuma ambazo amepelekewa. Lema alikimbia hapa, ni mtu mwoga, ni watu waoga mapambano na amekimbilia ugaibuni na tunafahamu kwamba anafanya biashara hizo na mpaka leo analipwa. Na juzi nimemsikia na jinasibu kwamba ana pesa nyingi, sio huyo analipwa huko nje. Sisi tulibaki hapa ndani, hatu kukimbia na hatuwezi kuogopa mapambano. Kwa hiyo tumefikia sehemu ambayo watu wamekuwa waoga na tuamini kama ni uoga kweli ama wao sasa ndo wamehongwa ili wa, ili wakimbie uchaguzi. Sisi tuliwaambia Chadema uwezo kaiondoa kwenye uchaguzi kizembe kwa staili hiyo namna hiyo. Kwa hiyo wamekuwa waoga sasa. Ndugu zangu, imefika mahala eh, chama kimepoteza mwelekeo kabisa. Leo anazungumza hiki, kesho anazungumza hiki, kesho anazungumza hiki. Chama hiki hakiwezi kwenda tena mbele, chama hiki hakiwezi kuwa tena jukwaa sahihi kwa mimi kufanyia siasa. Natangaza rasmi kujivua uwanachama,